Naitwa Injinia Amosi Wiliamu Maganga. Mimi ni mbunge wa jimbo la Sikonge. Tumekuwa bungeni kwa takribani siku 14 15. Tumeongea mambo mengi, lakini sana tumejadili hotuba ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani aliyoitoa wakati anazindua bunge la 13. Lakini vile vile tumeongelea mipango mizuri ya serikali kuhusu Tanzania kwenda kwenye uchumi wa kati wa daraja la juu. Safari ya kwenda kwenye uchumi wa kati daraja la juu ulianza siku nyingi, lakini tumekuwa tukiusoma tukiusikia kwenye vyombo vya habari, kusoma kwenye magazeti. Lakini mama amekuwa na ujasiri kwa sababu ya mapendo aliyonayo kwa Watanzania, ameianzisha sasa hii safari ya kwenda kwenye uchumi wa kati Wanasikonge watakuwa wananisikiliza hapa. Tunaposema uchumi wa kati, mimi nili utafakari sana, nikaona ni kipato cha kuanzia dola elfu nne mpaka dola elfu kumi na tatu kwa Watanzania, lakini nikaona kama vile haif, haitakuwa njia nyepesi mimi kuwaeleza Wanasikonge uchumi wa kati ni nini. Nimesomasoma kwenye mitandao, nikaona ni nchi zipi ambazo ziko katika uchumi wa kati daraja la juu. Jamani, nimeona Afrika ya Kusini, nimeona Algeria, nimeona Botswana, Morocco na nchi zingine. Kimsingi nimesema huyu mama, Mungu ambariki kwa sababu sasa anakokupeleka ndiko kule Watanzania tumekuwa na ndoto ya muda mrefu. Ombi langu tu kwa serikali, kwanza moja, kwa Watanzania, hebu hii mipango tuioni hii mipango iwe ni ya kwetu, ili kusudi sasa tufanye kazi kwa juhudi na maarifa, ili yale maono aliyonayo mheshimiwa rais tuweze kuyafikia. Na niombe serikali kwa kusema kwamba tunataka uchumi wa kati sasa uwe ni uchumi wa Watanzania, ili kusudi mimi nikienda kijijini kule Kanyamsenga kijijini kwetu, nikimkuta mwana Kanyamsenga niseme yes huyu yuko katika uchumi wa kati wa daraja la juu. Na huo tutaufikia tu endapo kama vile waheshimiwa wabunge wengi wamesema, kama kweli serikali itawekeza kwa nguvu zake zote kwenye sekta ya kilimo. Na tutaanza kuangalia kuanzia kwenye bajeti hii ambayo tutaanza kuijadili mwezi huu wa tatu, tutaona bajeti ya kilimo imepanda namna gani, kwa sababu kama sekta ya kilimo itaenda juu kwa kweli uchumi wa kati utakaokuja utakuwa ni wa Watanzania kwa sababu kilimo kimechukua Watanzania walio wengi. Lakini sambamba na mageuzi ya kilimo, ni lazima serikali iwe na mkakati thabiti na madhubuti wa kuhakikisha kwamba kila wilaya angalau inakuwa na kiwanda, kwa sababu ukisoma katika mitandao, ukisoma katika maandiko mbalimbali, nchi za uchumi wa kati daraja la juu zina sifa zake sifa mojawapo ni industrialization, kuwa na viwanda. Lakini sifa ya pili ni urbanization, yaani mabadiliko ya vijiji kutoka vijiji passe kwenda kwenye vijiji miji. Swala hilo mimi sina mashaka nalo, sina wasiwasi nalo, kwa sababu serikali imeshafanya kazi kubwa katika hili hasa kupitia wizara ya nishati ambapo vijiji vyote sasa hivi vina umeme na vitongoji, sasa hivi zaidi ya asilimia sitini vina umeme tayari, na tumeona mabadiliko ya vijiji, vinabadilika kutoka kwenye vijiji kwenda kwenye vijiji meji. Kwa hiyo swala hilo halina shida kabisa. Tunakuja kwenye viwanda, ndio bado naona kuna shida kidogo. Kwa mfano, sisi Wanasikonge, sisi Wanasikonge ni wakulima wa tumbaku, lakini hata yale magunia ya kubebea ya kufungia ile mitumba ya tumbaku bado yanatoka nje ya, ya Tabora, lakini zile nyuzi za kushonea yale mamitumba yale ya tumbaku yanatoka nje ya Tabora, na madawa mengine mengine yanatoka nje, yawezekana mengine yanatoka kabisa nje ya nchi. Tunafikiri sasa serikali, tunaenda kwenye uchumi huo, basi kuwe na mkakati madhubuti kwamba kila wilaya iwe na viwanda. Mimi ninaamini safari aliyoanzisha Mheshimiwa Rais hakika nina imani kama watanzania tutamshika mkono, tukawa kitu kimoja, ninaamini kabisa Tanzania ya uchumi wa kati inawezekana, na wala hatutafika hata kwenye elfu mbili na arobaini. Mimi ninaamini kwenye thelathini thelathini hii tutakuwa na sisi tuko kama South Africa, na sisi tuko kama Morocco, na sisi tuko kama Algeria.